Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali. Yani kajo iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Halo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu Chotara underscore corporate underscore store, au piga simu namba sifuri saba sita nane mbili sita tatu sifuri mbili sifuri wanatamani kuwa wapiga debe wenye faida ya maisha kuliko wao kuitwa matajiri halafu wenye hasara ya maisha. Gari zinaharibika sana na hakuna compensation yoyote itakayotokea kwa magari yanayoharibika kwa kipindi hiki. Ni katika kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Katavi ambacho kimejadili ubovu wa miundombinu ya barabara ya Sitalike Kibaoni, ambayo imekuwa kikwazo hususan katika huduma za usafirishaji wa abiria na mazao. Wajumbe wa kikao hicho wamedai kuwa ubovu huo unapelekea mapato ya serikali kushuka, kwani imekuwa kero hasa kwa wakulima kuweza kusafirisha mazao yao salama, huku wagonjwa wakishindwa kufika kwa wakati pindi wanapopewa rufaa ya matibabu katika hospitali ya mkoa wa Katavi. Tunapozungumzia barabara ya Kibaoni Sitalike kwa ujumla, hali ni korofi. Hata wanavyosema kwamba mitambo iko barabarani ni kweli ipo barabarani kwa kusimama, lakini si kwa kufanya kazi. Yani kawaida, hii barabara ya Kibaoni Sitalike, kikawaida kabisa ingefungwa ile barabara kwanza, kwa usalama hata wa vyombo vya nini vya usafiri, vinaharibika sana, ni mashimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani mimi jana nimepewa barua kwamba unahitajika kesho Mpanda, ina maana uondoke kuanzia saa tisa barabara ni mbaya, mashimo yaani hapa na hapa ni shimo. Mheshimiwa mwenyekiti, hiki ni kikao kikubwa, tuone namna gani ile barabara inakaa katika, katika hali ya barabara kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ni mbaya, hebu tuone, ni barabara ya kimchumi, lakini mpaka saizi. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ina hali mbaya. Kama kuna mgonjwa anayetoka kule kuletwa rufaa huku kama litakiwa angalau kufika baada ya masaa mawili, atatumia masaa sita. Kwa hiyo tuone, mheshimiwa mwenyekiti, ni kikao kikubwa, ni kikao ambacho kwa kweli cha ushauri. Tuone namna gani ile barabara waiangalie kwa macho mawili kweli, kwa hali ya barabara inatisha, mpaka kiasi cha wamiliki wa magari ya mizigo na abiria wanatamani kuwa wapiga debe wenye faida ya maisha kuliko wao kuitwa matajiri halafu wenye hasara ya maisha gari zinaharibika sana na hakuna compensation yoyote itakayotokea kwa magari yanayoharibika kwa kipindi hiki. Hata kama ujenzi mkubwa unachelewa, basi zile diversion zipite kwa usalama wa gari na kumuhurumia mmiliki wa gari kufanya repair ya kila ruti moja. Albert Laiza, ICA manager wa wakala wa barabara Tanzania. Katika mwaka wa fedha 2025 wakala wa barabara mkoa wa Katavi unafanya matengenezo ya kawaida katika barabara kuu na barabara za mikoa, yani Liambalia Mfipa, barabara Liambalia Mfipa, Mpanda Msongwe, Mpanda Koga, Katete Kibaoni, Sitalike Kibaoni, Mamba Kasansa, Bulamata Ifumbula, Ilangu amenirekebisha pale eh, sio Ilangu ni Ilangu Kibo, Mwese Lugonesi, Ugala Mnyamasi Junction, Maji Moto, Inyonga, Inyonga Ilunde Magamba, Magamba Mtisi Kawajense Mnyamasi Junction yenye eh, jumla ya jumla kilometa 982.3 moja kwa gharama za fedha za like Kitanzania bilioni 3.154. Kwa upande wake mwenyekiti wa kikao hicho mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro, ambaye amekaimu nafasi ya mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, ameahidi kumwomba waziri mwenye mamlaka kutenga nafasi ya kuja katika mkoa wa Katavi kwa ajili ya ziara ya kuona namna ya kuboresha miundombinu hiyo kabla ya kuketi kwa bunge la bajeti. Mimi katika kufuatilia katika vyombo vya habari niliwahi kumsikia Waziri wa Fedha akisema serikali iliona kwanza ilenge kwenye miradi mikubwa. Hasa nilisikia peke yangu au na wenzangu mlisikia eh, miradi mikubwa walisema na ule mradi wa umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hivyo sasa hivi tumeambiwa na Waziri wa Fedha kwamba sasa wanataka kuelekeza kule ambako walisitisha kidogo, kwa hata yeye waziri, nitakapokwenda kumuona kumwona anayehusika na, na ujenzi eh, atakuja, lakini pia atabidi wawasiliane mwenzake wa wizara ya fedha. Sijui tuko pamoja